Well, rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 37 amekataa ongezeko lolote la mshahara akisisitiza kujitolea kwake kwa wananchi eh, wa nchi hiyo. Sasa Traore, ambaye alichukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi, alitangaza kuwa utajiri wake wote ni shilingi milioni 340, e, za Kitanzania, na ataendelea kupokea mshahara wake wa kawaida kama kapteni wa jeshi. Uamuzi wake wa kukataa ongezeko la mshahara e, ni utofauti mkubwa na hatua za baadhi ya watangulizi wake, ikiashiria enzi e, mpya wa uongozi, siju unanielewa, so hii imekuwa ni unbelievable and of course, watu wengi kweli wamemshangaa like Ibrahim Traore uh, kukataa hiko kiasi cha fedha, kwa sababu tunafahamu viongozi wengi bwana wa kibongo I amini mean, wa Kiafrika ni madikteta eh, kwamba yani, inapokuja swala la yeye kuwa kiongozi it's all about kujilimbikizia mali eh, kuwa, kujilimbikizia mali katika familia yake and something like that, lakini kwake ye imekuwa ni tofauti kabisa. Lakini ye amesisitiza mshahara wake ule ule alikuwa akipokea back then alipokuwa uh, ni captain ndio ataendelea kupokea huo huo, hataki kuongezea hata, hata senti tano. Hii ikimaanisha kwamba alichofocus ni kwenye mabadiliko lakini pia Uh, kuiongoza eh, nchi yake. Of course, pia kama kama unamfahamu Ibrahim Traore ni one of the presidents ambaye watu wengi sana kutokea Afrika wamekuwa wakimkubali you know, watu wengi wamekuwa wakimpongeza, lakini pia in spite of all that tunafahamu eh, ki in Africa tunaweza tukasema ndo rais mdogo eh, kwa takwimu zangu mimi <laughs> naweza nikasema kwamba ndo the youngest president in Africa eh, kutokana na umri wake miaka 37. Tumeshazoea marais wengi wanakuwa na miaka huko kuanzia you know, stini hamsini mwishoni mwishoni huko ambapo anapoelekea stini and something like that. Uamuzi huu wa Ibrahim Traore Umeuchukuliaje na una lipi la kumwambia, lakini pia viongozi wetu sisi wa Kiafrika eh, most especially Tanzania, wana yapi ya kuiga au eh, ya kujifunza kutoka kwa Ibrahim Traore. Tafurahi sana nikusoma komenti yako. Mimi naitwa Zakwesha Dela Cruz.